Bwana Strateji na Mubamba, sijue wewe ni msemaji wa kundi la wazalendo miongoni mwa makundi yanayopigana huko milimani kwenye nyanda za juu za tarafa la Fizi kama vile Uvira, Mwenga na mnaendesha vita dhidi ya makundi mbalimbali sehemu hizo. Jaribu kutupatia picha ya siku ya Jumapili leo hii ambayo ni siku kuu ya Pentecoste tumeambiwa kwamba kuna mapambano makali yaliyoripotiwa sehemu hizo za nyanda za juu kulikoni? Ambo sana bwana tangazaji, tunashukuru kwa kuwasiliana nasi muda kama na huu. Hata hivyo, ni asubuhi mapema ya saa mbili ya jumapili uh, juni nane mwaka wa 2025, Wakristo tayari walikuwa uh, wamekwisha ingia makanisani na wakiendesha shughuli zao za kumwabudu Mungu kama ilivyo kawaida ya Wakristo wote, leo siku ya Pentecoste, wapiganaji wa M23 wanaoungwa mkono na jeshi la Rwanda wakishirikiana na waasi wa Bundi wa Red Tabara walitamani kuendesha mashambulizi zidi ya Wakristo ambao tayari walikuwa uh, kanisani katika hali ya kumwabudu Mungu kwa siku hii ya leo, ndipo wazalendo wa CPLC fabebe wanaunga mkono uh, kilinalongozwa naye Luteni Jemadari Delfin Kalembe ngoma nzito, waliweza kuingilia kati katika hali ya kutamani kulinda usalama wa raia na mali yake, ndipo mapambano ambayo uh, ilianza muda wa saa mbili, ilipofika uh, saa tano hivi au saa sita, waasi hao waliweza kutimka na wakarudi nyuma bila kufaulu kufikia kutekeleza mauaji ambayo walikuwa wanapangilia kuiendesha zidi ya raia wasiokuwa na hatia. Unapozungumza kwamba walikuwa na mpango wa kuua raia ambao walikuwa kanisani kuabudu abudu Mwenyezi Mungu siku hii ya leo ya siku kuu ya Pentekoti, sasa ime nyinyi nini kilichomaanisha kwamba walikuwa na mpango wa kuua raia sehemu ambayo walikuwa wanaelekea, hawakukuwa wanaelekea sehemu amba, ambamo kuna uh, kalia wanajeshi wetu, bali walikwepa eneo hiyo na walikuwa wanaelekea sehemu ambayo uh, Wakristu walikuwa tayari wamekusanyika kanisani, ndipo wazalendo waliingilia kati ili kunusuru maisha ya wale ambao walikuwa tayari kanisani wakimuabudu Mungu kama Wakristo wengine leo siku ya Pentekoste. Unapozungumza kwamba mapambano yalianza tangu saa mbili asubuhi ka, hadi karibia saa tano saa sita hivi ya dhuhuri, majira ya menehao. Bila shaka, sasa matukio ni gani kuhusu hali hiyo? Matukio ni kwamba uh, waasi tano waliweza kuuliwa na majeruhi majeruhi saba na bado uh, wanajeshi wetu wanaendelea kutafuta ikiwa watapata maiti zingine za waasi na, uh, labda kuogota majeruhi ambao walifichwa porini wakitamani kuja kuchukuliwa usiku. Wanajeshi wanaendelea na kusaka maeneo hayo na wanaendelea kudhibiti ulinzi ili kwamba raia wa eneo ya Arugezi na kando kando waweze kuendesha uh, kazi zao shughuli zao kama vile kawaida, na pia waweze kuendelea uh, kulindiwa vitu na mali yao. Unapozungumza hayo, lakini ingekuwa heri kukumbusha tena mapambano hayo au mkasa huo, ni wapi ndiko kulikuwa jaribio la matukio hayo, yaani tukio hilo la mauaji ilikuwa ni sehemu gani kamilisa? Bila shaka bwana mtangazaji, mapambano hayo yaliendeshwa kwenye kijiji cha Rugezi kinachotikana kwenye usultani wa Basi Mkuma Sud, sekta ya Mutambala, tarafa la Fizi, kusini mwa jimbo la Kivu ya Kusini ambapo uh, wazalendo wana wana abayo, wa CPLC ba FABB wanaoongozwa naye luteni jemadari Delfin Kalembe, ngoma nzito, walizuia mawaji ya kimbari ambayo waasi wa M23 wanaoungwa mkono na Rwanda wa kushirikiana na waasi wa Burundi wa Red Tabara walitamani kuendesha zidi wa ya Wakristu ambao walikuwa tayari kanisani wakisherekea sikukuu ya Pentecoste kama vile Wakristu wote duniani. Umesema kwamba adui tano waliweza kuanguka kwenye uwanja wa mapambano na saba wakaweza kupata majeraha, yaani wakajeruhiwa. Je, wale saba? Ndeo, wale saba nyinyi muli wakamata au wako sehemu gani? Hatukuwakamata hali e, wa wenziwe, wa waliweza kukimbia nao walikimbia, nao wakiwanyanyua watu, wamoja walipelekwa wakiwa mgongoni na wengine wale, walipelekwa waki, wakinyanyuliwa mtu mmoja, wakinyanyuliwa na watu mbili. na labda kwa kumalizia, kwa sasa hali ikoje katika maeneo haya ya nyanja za juu? Fizi, ya yaswa ndani ya sekta ya Mutambara, sehemu zake za nyanda za juu. Bila shaka, mtambazaji kwenye maeneo hayo, hali kwa sasa inakuwa uh, e, tulivu kwa sababu wazalendo wa sekta is wanaendelea kudhibiti usalama, wanaendelea kulinda raia na mali yake. Hata hivyo, hali ambayo inatatanisha kwa sasa ni hali ya kiutu ambayo inaendelea kuleta uoga sababu tangu sasa miezi kadhaa, raia wa Rugezi na kando kando, ambao nyumba zao ziliweza kuunguzwa, wengi wao wanaishi porini, hawapati msaada wowote na watoto hawaende shule. Hali ya kiutu kwa sasa ni mbaya sana sababu watoto wengi wanaendelea kufariki wakiwa porini, wazee wazee na wanawake wa, wa, wa, wajawazito, nao pia wanaendelea kufariki porini kwa sababu vituo vya afya vyote viliweza kuunguzwa na wasi na baadhi ya madao waliweza kuzipora na wagamba wakakimbia eneo hilo kwa sababu ya kuhofia usalama wao. Kabla tuwachane, ningependa ugusie neno vituo vya afya ziweza kuchoma na adui, nyinyi mlikuwa wapi? Na cha mwisho, labda ningependa kujua kutoka kwako, askari jeshi wa taifa FRDC wanapatikana sehemu hiyo au Waskari jeshi wa taifa FARDC wanapatikana maeneo hayo, wanashirikiana na wazalendo ili kudhibiti usalama wa raia na mali yake. Hata hivyo, kuna waasi wanaendesha wanaendesha operesheni za tigerila za, tige uh, za kupenya penya. Waliweza kupenya wakafaulu kuunguza kituo cha afya cha hapo Rugezi. Vituo vya afya vingine uh, navyo pia viliweza kuunguzwa na waganga ambao waliofia usalama wao walikimbia, wengi kwa sasa wanapatikana Mkera, wengine wakiwa Fizi Centre katika hali ya uh, kuofia usalama wao wanamazaji. Sasa hiyo hali inasababisha kwamba raia iweze kuishi katika hali mbaya, huku wakikosa madawa na wakikosa matunzo. Bwana stratege na mubamba kuna Nini News imekushukuru kwa muda wako. Asante sana. Nasi pia tunakushukuru kwa mtangazaji. Mengi ambayo yatajiri tutawaleteni wakati ujao. Asante.